na TV. Karibu sana sehemu ya pili ambayo Mungu ametupa tuweze kuendelea na somo letu zuri la nguvu ya maneno katika hatima zetu, na tutakuwa tukiongozwa na kitabu kile cha Mithali sura ile ya kumi na nane mstari ule wa ishirini na moja. Mithali sura ile ya kumi na nane na mstari ule wa ishirini na moja. Maandiko Matakatifu yanasema Mauti na uzima wa katika uwezo wa ulimi. Inachotaka uweze kuona ni kwamba ndani ya ulimi kuna uwezo ambao umefungwa na huu uwezo unaweza kuleta mauti au unaweza kuleta uzima. Unaweza kuleta mauti au unaweza kuleta uzima. Kwenye Mithali sura ile ya sita na mstari ule wa pili tunaona maandiko yanasema hivi, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Tunaona kwamba umetegwa tayari e, umetegwa kwa nini? Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kini adui mwenye kukuwinda, mwenye kukutafuta ili aweze kukukamata na kuharibu maisha yako, anaangalia unatamka nini. Kile ambacho unasema leo katika ulimwengu wa mwili, ndicho kinanasa katika ulimwengu wa roho. Kile ambacho unakitamka wakati huu katika ulimwengu huu wa mwili ndicho ambacho kinakwenda kuathiri ulimwengu ule wa roho. Sasa umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kumbe kwenye kinywa kuna maneno ambayo mgojezi anayangoja kukuingiza kwenye mtego. Yaani, ndani ya kinywa chako unaweza ukaona huko hivi, lakini kuna mtego umetegwa na adui. Huyu adui ndiye mgojezi, anasubiri ujikwae kwenye maneno, uanguke kwenye maneno. Waswahili wanalisema hivi, neno ukishalitamka alirudi tena mdomoni. Jambo ukishalisema umelisema, alirudi tena yani hauwezi ukabadilisha kile ambacho umekitoa, na sasa mngojezi ana kwenye kinywa chako, ndipo palipo na mtego. Unaweza kusema hivi, kinywa ni mtego wa njia ya kwenda kwenye mabalaa au ni mtego wa kwenda kwenye mema. Kinywa chako kina nguvu ya kuelekeza maisha yako katika mazuri, vilevile kina nguvu ya kuelekeza maisha yako katika ya mabaya. Ni ukae ung'amue, ujue ya kwamba kwenye kile unachokisema kuna athari ambayo hutokea, kuna athari ambayo lazima hii athari itokee yaathiri ulimwengu wako wa roho lakini yaathiri pia ulimwengu wako wa mwili, sababu so, kile ambacho kinaathiri ulimwengu wa roho kina nguvu ya kuharibu mambo yako hasa katika ulimwengu wa mwili, okay. Naweza ukawa huja elewa ni kwamba hivi, kuna watu miujiza yao wanapishana nayo kutokana na jinsi wanavyokiri. Kuna watu wanapishana na neema ambayo Mungu amewawekea, a na jinsi wanavyosema. Kutokana na jinsi wanavyozungumza, neema ya Mungu inapishana nao, neema ya Mungu inaondoka kwao, kutokana na jinsi wanavyosema, jinsi wanavyokiri. Hivi unafikiri ya kwamba shetani, kwa nini aibe nyota za watu? Nyota zinazoibiwa ni za walokole, watu wanaomjua Mungu, watu wanaoomba, watu wanaotafuta uso wa Bwana, watu wanaoenda kanisani eh? Shetani anaiba nyota zao Tukianza kuziita nyota kwenye maombi, watu wanapata shida. Unajiuliza, huyu mlokole amepata shida hii. A, so, so, tumekamata nyota yake. Ni sisi tunaoitumia, ni sisi, ni sisi ambao tunafanya we maskini, ni sisi ambao tunafanya we ombaomba omba. Mm, okay. Hii nguvu, hii nguvu ya kuchukua nyota ya mlokole shetani anaitoa wapi hii nguvu ya adui kuchukua nyota ya Mkristo adui hii nguvu anaitoa wapi? Kuna mlango mahali, si ndivyo? Tunakubaliana mpaka hapa kuna mlango mahali, na huu mlango ni kinywa cha huyo Kristo. Yawezekana akiwa hajaokoka kabla alishatamka mabaya, alishajitamkia magumu. Yale magumu shetani ameyakamata. Kuna muda huyu mlokole atakiwa atenge kuomba juu ya maneno ya kinywa chake kwa sababu maneno ya kinywa yanaweza yakaharibu hata muujiza ambao Mungu ameupanga na kuuandaa kwa muda mrefu kwa ajili yako. Shetani anaweza ya akaharibu hatima yako kwa maneno ya kinywa chako, kile ambacho unakiri, kile ambacho unazungumza, kile ambacho unasema. Sisahau, hii ni Arise and Shine Morning hapa yawezekana TV, tunaweza uh, tukajiuliza kwa nini Zakaria alifanywa kuwa bubu? Kwa nini Zakaria Zakaria alifanywa kuwa bubu? Alifanywa kuwa bubu, namba moja, ili asiharibu muujiza ili asiharibu muujiza wake kwa maneno ya mashaka, asiongee. Kama Mungu anaweza kumfanya Zekaria kuwa bubu kwa ajili ya hatima mtoto azaliwe, kama Mungu anaweza kumfanya Zekaria kuwa bubu ili kile alichokikusudia kama mpango wa wokovu kwa wanadamu kipate kutimia. Elewa kabisa ya kwamba kuna mahali ukimya una nguvu kuliko maneno. Kuna mahali kimya chako kinaweza kutunza muujiza wako. Si kila kitu unaweza kuzungumza, si kila jambo unaweza kuongea, si kila jambo unaweza kulitamka, si kila jambo kwenye kinywa chako. Kwenye kinywa chako kuna nguvu sana. Weo, Zekaria, kwa hiyo Zekaria alifanywa kuwa bubu. Kwa sababu kuna muujiza ulitakiwa kutunzwa. Kuna muujiza ulitakiwa kuhifadhiwa. So akafanywa makusudi awe bubu ili asije akazuia ule muujiza. Unaweza ukawa unajiuliza ya kwamba kwa nini mtumishi, kwa nini iwe hivyo? Kwa nini iwe hivyo? Kinywa chake kingeweza, ingeweza, ingeweza kuzuia kutimia kwa ahadi ya Mungu? Ile kinywa cha Zekaria kile ana, Mungu anatazama unazungumza nini, unakiri nini, unajiambia nini, na shetani naye pia anaangalia hilo. Sasa Mungu amebezi katika mema na shetani amebezi katika mabaya. Kwa kama ninakiri mabaya yale mabaya, shetani ndiyo atakao yasimamia na kama ninakiri mema yale mema, Mungu ndiye atakaye yasimamia. Kuna mtu anaomba analia kwa bwana analia, anaona kabisa ya kwamba hii hali yangu imekuwa ngumu, ili tatizo langu haliwezekani tena. Hiyo kulia kuona haiwezekani ndani tayari ni umeharibu muujiza. Kuna mahali unafika unafanya huduma, unashangaa watu wengine wanapona kirahisi. Unajiuliza ni kitu gani ambacho kimefanya hao wapone kirahisi, na kuna wengine wako katikati, wamekuja kanisani muda mrefu. Mbona hawa hawajapokea muujiza kama hawa? Unakuja kugundua ya kwamba hawa wameweka imani kwa Mungu, wameondoa mashaka, wakaamua kumtegemea Mungu. Lakini hawa wengine wameamua kumwendea Mungu kwa akili zao, kwa fahamu zao, kwa utashi wao, hivyo kukwama inakuwa ni kitu yes, kirahisi. Okay, sasa kiki kinywa cha Zekaria kingeweza kuzuia kutimia kwa ahadi ya Mungu. Jiulize, kinywa chako kimezuia kutimia mangapi ya Mungu katika maisha yako? Kinywa chako kimezuia mangapi ya Mungu kutimia katika maisha yako? tukizungumza kinywa kinywa ni kama mlango unaoweza kufungulia baraka au kuzizuia baraka yaani kwenye kinywa chako iko unaweza ukafungulia baraka zako au ukazizuia vile vile baraka zako kwenye kinywa unakiri nini kwenye kinywa unatamka nini kwenye kinywa unasema nini? Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Sasa hii asubuhi unapojiandaa kwenda katika pilika pilika zako na majukumu yako ya siku, unajiambia nini? unasema nini? unatamka nini? jambo muhimu sana uweze ulizingatia. Popote ulipo, paza sauti yako, sema: baba yangu, baba yangu, ninakushukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi njema hii ya leo, ninasema ni asante, umenipa kuleta kulitafakari neno lako hapa Yawezekana TV katika kipindi cha Rise and Shine Morning. Baba, niko mbele zako, ninaomba ninaomba unirehemu juu ya maneno ya kinywa changu, mahali popote pale ambapo nilitamka na nikasema na nikakiri yaliyo mabaya na hayo mabaya yakafanyika kwa sehemu ya maisha yangu. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba rehema. Mungu wangu, Mungu wangu, niko mbele zako majira haya. Nimefundishwa na kuambiwa ya kwamba ulimi wangu ni usukani, maneno ya kinywa changu ni usukani wenye kunielekeza kwenda kule ambako ninataka kwenda. Baba, nina kila maneno mabaya niliyojitamkia baba, ninakataa. Kila maneno maovu niliyojiambia baba, ninakataa. Kila maneno mabaya niliyojiambia baba, ninakataa kwa jina la Yesu. Baba, ninakataa kwa damu ya Yesu kila maneno, kila maneno niliyojiambia, ninakatayo maneno mabaya, ninakatayo maneno na kufuta kila maneno mabaya maovu yaliyosimama katika ulimwengu wa roho yaliyoshikwa na adui yakafanyika mtego wa mimi kuzikosa baraka yakafanyika mtego wa mimi kukosa mema yakafanyika mtego wa mimi kukosa yaliyo mazuri Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye haya saa hii ninafuta hayo maneno saa hii ninafuta hayo maneno saa hii ninafuta hayo maneno katika jina la Yesu saa hii ninafuta hayo maneno. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu uliye mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, ninafuta hayo maneno, ninafuta hayo maneno, ninafuta hayo maneno, ninafuta hayo maneno, ninafuta hayo maneno, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu uliye mwema, Mungu mwenye nguvu Mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Elishadai, Adonai, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ninasogea mbele zako, e Bwana, nikiomba toba na rehema, mahali popote pale ambapo kinywa changu kiliweza kusimama na kuzuia na kuharibu muujiza wangu muujiza wangu muujiza wangu, wangu. Baba, katika jina la Yesu, leo hii e Bwana leo hii e Bwana, ninarudisha ule muujiza ambao niliharibu kwa njia ya maneno ya kinywa changu, ninarudisha ule muujiza, ninarudisha ile baraka, ninarudisha yale mema, ninarudisha katika maisha yangu, ninarudisha katika maisha yangu, ninarudisha katika maisha yangu, ninarudisha katika maisha yangu ule muujiza wangu, ile hatima yangu, ulionipangia, ulionikusudia, ninairudisha ninairudisha katika jina la Yesu katika damu ya Yesu katika jina la Yesu katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ninarudisha ile hatima yangu ninarudisha ile neema yangu ninarudisha ile nguvu yangu ninarudisha kwa damu ya Yesu ninarudisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Baba, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, nionekanie e Bwana, nishindie e Bwana. Kuanzia siku ya leo ninakiri ushindi, ninakiri ushindi, ninakiri kuvuka, ninakiri kustawi, ninakiri kuinuka, ninakiri mema, ninakiri baraka, ninakiri neema, ninakiri ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yu hai. Amen. Tuseme neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, Bwana kuangazia nuru za uso wake na kukufadhili, Bwana akakupea amani yake, popote upitapo ukaitwa heri na mbarikiwa katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Usisahau kualika wengine katika ukurasa wetu huu wa YouTube, YouTube chaneli yetu, usisahau kualika watu marafiki, sisahau kuwahabarisha kwa ya kwamba tuna kipindi asubuhi na ni kipindi kizuri cha neno la Mungu na maombi kwa takriban dakika ishirini na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Hii ni Arise and Shine Morning, Mungu autunze. Ah, uwe na siku njema zaidi hey.